Leo tulikuja kwa ajili ya kuona kwa sababu vituo ni vya muda mrefu lakini vimekuwa havifanyi kazi kama tulivyoelezwa pale katika historia e, eh, tangu sabini na tisa huko kituo kimekabidhiwa kime kimeanzishwa, lakini nimejaribu kufuatilia e, eh, kwa mkuu wa kituo, ananiambia programu ya mwisho imefanyika mwaka elfu mbili na nane ambayo ilikuwa na vijana sitini kutoka mikoa mitatu, na tangu mwaka elfu mbili na nane leo ni elfu mbili na ishirini na tano hakuna kitu chochote kimefanyika pale kiangalia kwa maana ya eneo ni rasilimali kubwa sana ie, rasilimali kubwa na bado ina potential kubwa sana yakueza kuonaaea hapa, lakini chochote kitakachofanyia kaa livyosema, vituo viko vitatu na hatuna uhakika tutakuwa na rasilimali kiasi gani ya kuendeleza vituo vyote. Pengine naweza tukaambiwa tuwe kituo kimoja tu. Sasa tutaendeleza kipi? Itategemea pia na serikali ya mkoa wenyewe husika na wilaya wana willingness kiasi gani ya kufanya. Kwa sababu na maeneo mengine pia na wenyewe wanataka pia vitu vifanyike kwao. Masuala ya vijana kwa sasa ni mambo ambayo yana kipaumbele kikubwa sana e, katika serikali lakini hasa pia Mheshimiwa Rais mwenyewe. E, ni masuala ambayo hataki kuona kuna mtu anayawekea kikwazo kwa namna yote hii, kwa sababu ni jambo ambalo yeye anatambua umuhimu wa vijana katika taifa hili, anatambua anachotaka kukifanya, na na na ndio ndio maana maana akaunda hii wizara, akaipa kipaumbele, akaiweka chini ofisi yake, kwa sababu anataka kuona masuala ya vijana hayakwamishwe kwa namna yote hii. Sasa hii maana yake nini? Maana yake na sisi watendaji sasa ambao tumepewa dhamani Tufanye kwa vitendo tuonyeshe kwamba na sisi pia tunaona kuna umuhimu wa kufanyia kazi yale ambayo e, tunaelekezwa tuna na tunayapa kama kipaumbele. Kwa hiyo ningewasihi sana wataalamu ambao mko hapa, lakini pia Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwa niaba ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa, naomba tutoe kipaumbele kikubwa sana sana katika mambo ambayo yana zero tolerance tunasema, ambayo hayavumiliki sasa hivi, katika vipaumbele vya serikali ni masuala yanayofikia yanayohusiana na vijana. E, yaani ni rahisi zaidi mtu kuondoka saizi kwenye masuala ya vijana kuliko maeneo mengine. Kwa hiyo tuweke uzito unaotakiwa kwa sababu ni jambo ambalo uh, ni la vipaumbele na ukiangalia okay, taadi za mheshimiwa rais alitoa hadi kumi na tatu kwenye siku mia moja hadi sita tunagusa masuala ya vijana. Hii ndio kuonyesha how serious it is. Napofika kwenye swala hili. Eh, kwa hiyo ningeomba sana e, wote tunahusika kwa sehemu zetu tulifanya jambo hili kwa wakati na kwa haraka. Sasa hivi tunaelekea katika budget. E, mwezi wa kwanza tunaanza budget. Leo tarehe 15. Kwa hiyo, baada ya tarehe 15 kuisha, tunazungumzia tunaanza mchakato wa budget. Kama haya mambo tutakuwa tujafanyia kazi, ina maana tutakuwa tunakosa input za kuingiza kwenye budget pia. Kwa hiyo ni ningeomba liwe jambo la haraka, tulichukulia kwa uzito na kwa haraka e, ili ndani ya wiki hizi mbili tukamilishe ripoti yetu vizuri na tuwe at least na first draft ya kutusaidia kuanza sasa tunaweza kuelekea kwenye maeneo gani. Kwa hiyo najua ni nyakati ambazo tunaelekea kwenye sikukuu na nini na nini, lakini naamini kwa umuhimu wake na uzito wake eh, tunaweza tukalisimamia ndani ya hizo siku kumi na tano tuweze kupata kitu ambacho tunaweza tukakipeleka kwenye utekelezaji wake. Lakini kijana anataka kama inawezekana mwambie inafaaje? Inawezekana. Haiwezekani, haiwezekani. Kwa hiyo kasi katika utendaji wetu kazi ndio falsafa ambayo mheshimiwa waziri amekuwa kinadi na tafikiri ni vizuri pia mimi mkaifahamu hivi. Lakini la pili ni kufikika. Ku, kufikika kote tulipopita huko e, mheshimiwa waziri amesikiliza kuona vijana walio wengi, taarifa tu za kawaida hawana. Na viongozi wengi tumepewa nafasi, lakini tupo na zile taarifa kwa hiyo wananchi kinachotokea ni kwamba wanaona kwamba wale ni waserikali na sisi ni wananchi. Kwa sababu sisi wa serikali tutakwenda kutoka nyumbani, tutakwenda ofisini. Na tutatoka ofisini tutakwenda nyumbani. Hayo yanakuwa ndio maisha yetu ya kawaida. Kwa hiyo, eh, vijana wengi hawafiki, yani hamuwafiki. Kwa alianzisha hili la kufikika na anasema yeye mwenyewe anafika katika maeneo husika. Na kote alikopita alitoa maelekezo kwamba viongozi, twendeni tuwafikie vijana mahali walipo ili mweze kuyajenga. Wizara lazima itumie teknolojia kwa sababu sasa hivi maisha yote ndio yako huko kwenye nini? Kwenye teknolojia. Sasa teknolojia hii haishii tu kwamba vijana wengi naza tunawafikia, wako kwenye TikTok, wako kwenye Facebook, wako kwenye X, wako kwenye Twitter, wako wapi huko, lazima tuwafikie. Kwa hiyo teknolojia ni muhimu vijana wa kuelewa, kwa sababu maisha yao ndio yako huko. Lakini sasa kwa teknolojia hili mheshimiwa waziri anasema wizara itaenda mbali zaidi, itatengeneza mfumo wa kuweza kuwaunganisha vijana nchi nzima na kijana kama amesumbuliwa mara mbili, mara tatu hapewe huduma hapewe, aweze kumfikia Mheshimiwa Waziri moja kwa moja kwa kutumia simu yake, yaani kwenye simu kijana ataingia pale, pale, ah, bwana nimeenda ofisi fulani naambia hivi nazungushwa nafanya hiki nafanya hivi. Ana uwezo akaiaccess wizara moja kwa moja. Tunashukuru serikali na yeye mwenyewe waziri wetu kwa kututembelea. Kwa kweli tuko nyuma yake. Ikiwa ameweza kufika kwenye kituo chetu na kujionea fursa zilizoko pale, miundo mbinu, mito ya maji iliyoko pale na ahadi zake alizotuahidi, tunaamini kwamba kituo chetu cha maendeleo ya vijana kinakwenda kufufuka na vijana wetu wa nchi hii ya Tanzania watakwenda kupata fursa kubwa na mafunzo makubwa ambayo yatasaidia katika kujiajiri na kufanya maendeleo ya uanzishwaji viwanda vidogo vidogo kutokana na kile watakachokuwa wamejifunza. Mahali pale. Nashukuru Mungu kwamba umesema hiki kituo kimetelekezwa. Kwa kuwa kimetelekezwa na umekuja kijana, na tuna imani, tumekuona kwenye mitandao jinsi unavyozungumza na vijana, lengo lako na nia ya dhati kwamba unataka kuwanufaisha vijana ili waendelee kuipenda nchi yao. Nafikiri hiki kituo utakapokuwa umekiboresha vizuri, vijana wengi watanufaika, wataachana na mambo mengine ya ajabu ajabu, kwa sababu risala nyingi zinazosomwa kwenye kituo hiki wakija viongozi ilikuwa ni za uongo kwamba kuna vijana wanajifunza, sijui wanaenda wapi, wanaenda kuwaonyesha maboa ya watu wengine, yako masangula huko. Kwa hiyo inakuwa ni bula bula, lakini hatupati tiba sahihi. Lakini kwa nivyo kwa umeenda huko kaenda huko, nikajua hapa kama ni upele, sasa umempata mkunaji. Kwa hiyo tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri, tukutakie maisha marefu, lengo lako na mawazo yako na maono yako ya kukiboresha hiki kituo kwa kweli tulikuwa tunakiomba kwamba kama imeshindikana basi tuanzishe tuiombe serikali tuanzishe angalau chuo hata cha kilimo vijana wajifunze kulima, wajifunze kufuga, yaletu hata mang'ombe, kwa sababu ili eneo ni eneo kubwa sana, lina heka nyingi, yaletu hata mang'ombe. Vijana wajifunze kufuga kuku, wajifunze kufuga ng'ombe, wajifunze kulima, lingeweza kutusaidia. Lakini kwa kuwa umekuja na maono ya kwamba unataka kufanyeni, utajua mpaka umeamua kuja hapa, kuna kitu utakuwa umekiona na unataka kufanya nini?